Kinafundishwa mahali pengi sana. Lakini pia haki, ukisoma katika Biblia imeandikwa sana neno haki kwa walio wengi. Lakini ninachotaka ni kufundisha leo ni namna ambavyo unaweza ukaitumia imani ile ile ulio nayo ili kuweza kufikia katika hatima kwa maana ya kuzipata zile haki zako. Lakini kabla ya hapo ngoja niende kwenye neno kwanza, nikusaidie au nikukumbushe kitu kinachoitwa haki. Neno haki katika Biblia ina maana mbili, ina maana mbili. Maana ya kwanza ya neno haki ni utakatifu. Biblia imesema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, maana yake mtakatifu ataishi kwa imani. Neno la Mungu limesema mwenye haki atawalapo nchi hustawi. Ina tafsiri neno haki kama utakatifu, maanake mtu ambaye yuko sawasawa mbele za Bwana, amejitenga na dhambi, lakini amepiga hatua ya vitu vingine vilivyopo katika ufalme wa Mungu anaviishi Mtu huyo ni mtakatifu, ni mtu mwenye haki. Sasa ulimwengu unatafsiri, ulimwengu kwa namna fulani unatafsiri kwamba hakuna mwenye haki duniani wala mtakatifu, lakini sisi tume tumepata neema ya kusoma Biblia, inasema watakatifu wapo duniani, si ndio hivyo? Kwa maana ya wenye haki wapo. Kwa hiyo ukimsikia mtu anakufundisha anakwambia kwamba utakatifu ni baada ya kufa Mwambie hapana, utakatifu upo hapa hapa. Mbinguni hakuna utakatifu, mbinguni ni mfumo wa maisha mengine. Kwa hiyo utakatifu natafsiriwa hapa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Mnanielewa, watu wa Bwana? Lakini maana ya pili kwenye Biblia, neno haki, maana yake ni vile vitu ambavyo anapaswa mtu kuvipata katika katikati, katika ya maisha yake jumla ya vitu vyote ambavyo mtu anapaswa kuvipata au kuviishi. Kwa mfano, mtu ana haki ya kuwa na afya njema na hata ukisoma katika Isaya 33 utaona kabisa inazungumzia kwa habari ya mtu kumiliki haki ya afya. Lakini ukisoma pia katika Yeremia 33 mstari wa sita unaona pia kuna kitu kinaitwa haki kinazungumzwa pale, haki ya afya. Nazungumza haki ya afya, lakini kuna haki za uchumi. Kwa mfano, kisoma katika Isaya sitini na mbili na sitini na tano neno la Mungu linaonesha kabisa namna ambavyo ni haki yako ya kumiliki uchumi, kama ukilima, ukifanya kazi, ukisoma upate kazi, ukisoma ufaulu ukijenga nyumba uishi, ukianzisha biashara uone faida katika hiyo biashara, maanake ni haki yako. It's your right. The things that you are supposed to possess, vitu ambavyo napaswa uvimiliki ni haki yako. Lakini kuna haki ya kuoa na kuolewa, kuna haki ya kumiliki watoto, kuna haki ya kumiliki elimu kwa hiyo zipo haki mbalimbali, ndio maana katika Isaya 54 mstari wa 14 inasema utathibitika katika haki. Sasa haki hizo ndio hivyo vitu ambavyo napaswa uwe navyo. Kwa hiyo jioni ya leo ninapofundisha namna ya kuitumia haki, kuitumia imani ili uweze kupata haki yako, ninamaanisha haki hii ya, ya aina ya pili ambayo ni vitu Mungu alivitengeneza kwa ajili yako wakati huko tumboni Mungu alikutengenezea kwamba utakuwa bilionea, utakuwa na afya njema, utaolewa, na ukishaolewa utakaa kwenye ndoa na utaimiliki hiyo ndoa kwa amani, lakini baada ya hapo utabarikiwa habari ya watoto, lakini utakwenda shuleni, watoto wataenda shuleni wasome. Hizo ni haki. Kwa hiyo ikija mamlaka yote ambayo inataka kupambana kunyang'anya na hiyo haki hiyo ni roho ambayo ni kinyume na mapenzi ya Bwana. Ndio maana katika Isaya hiyo 54:14 inasema utakuwa mbali na kuonewa. Maana yake huo uonevu unatafuta haki ambayo Mungu ameiachilia ndani yako. Mungu alikusudia uweze kuimiliki hiyo haki. Kwa hiyo kila aina yote ya business ambazo zitakuwa against, kinyume na haki yako, maanake hiyo roho inapaswa kutazamwa kwa macho mawili. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Na si kusema Mungu amekumbia hivi kwamba maisha yako ni haya, no ukanyosha miguu na mikono kama Elia chini ya mti wa mtende kwamba Mungu Bwana uchukue nafsi yako. Hapana, ipo nguvu ya kurejesha hiyo haki yako kupitia imani, jioni ya leo, katika jina la Yesu aliye hai. Ipo mamlaka ya kurejesha matumaini mahali ambapo yale matumaini hayapo, shetani ameyaondoa. Ipo nguvu ya kurejesha kila aina yote ya haki yako. Bado nzuri, ukisoma vitabu hivi vitatu na Habakuki mbili nne neno la Mungu linamtafsiri mtu aliyeokoka aishi kwa imani. Tafsiri yake mtu aliyeokoka asiishi kwa kuwa na vitu kamilifu ndiyo aishi, ila aishi kwa kutegemea kwamba anaweza akawa mtu fulani akapata kitu fulani ili ampendeze Mungu. Ndio maana neno la Mungu inasema hakuna namna ya kumpendeza Mungu kwa mtu ambaye haishi katika imani hiyo kuna mtu ananielewa? kusema katika Ibrania kumi na moja sita. Waibrania kumi na moja sita, hakuna kumpendeza Mungu pasipokuwa na imani. Na hii inaashiria kwamba unapaswa umtegemee yeye since tangu ulipoamini hadi maisha yako yote ya hapa duniani yanapokuwa yamekoma. Haijalishi wewe una fedha nyingi, una fedha kidogo, bado kuna vitu unatakiwa uviishi kwa imani. Sio kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yake ni hii, imani ina nguvu kubwa, ina mambo makubwa kwenye maisha ya mtu aliyeokoka.